Zahmid TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Zahmid TV pote pale ulipo, karibu tena katika kipindi chetu cha miujiza ya Qur'ani. Kama kawaida yetu, tupo katika suratul Alaq, sura ya kwanza kabisa kushuka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni sehemu ya tatu katika sura hii, suratul Alaq. Bado tunaangalia miujiza inayopatikana katika sura hii, sura ya kwanza kushuka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa Studioni tuko na Sheikh Mustafa Lutfi bado atuelezee miongoni mwa muujiza anaopatikana katika sura hii Suratul Alaq. Karibu sana ndugu yako Abdulaziz Hilal ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Zahmid TV. Naam, Sheikh Mustafa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumu salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo sehemu ya tatu ya kipindi cha muujiza wa Qur'ani na bado tunaangalia Suratul Alaq. Naam. Karibu sana. Asante sana na alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. E, katika mwendelezo wa sura hii Suratul Alaq tulishia katika aya ya tatu katika, katika kipindi kilichopita iqra irarabuka lkram no. E, tukasema ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa sana sana. Yaani hatuwezi tukauzungumzia tukamaliza, au hatuwezi tukazungumzia kwa unavyostahiki Hmm. Lakini tutatosheka na ule uliotajwa katika hii hii sura Suratul Alaq no. Allah aliposema iqra wa rabbuka al-akram, akasema alladhi allama bilqalam bilqalam. Katika ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfundisha mwanadamu kuandika kwa kalam, na kalamu ni katika vitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu hmm. falidhalika ili uone kwamba kalamu ni jambo kubwa na ni kitu chenye manufaa makubwa na miujiza ya hali ya juu mm, Allah amekiapia katika Quran. Kabisa. Na Allah akiapia kitu katika Quran, mm, fahadha yadullu ala sharafihi wa idhamihi mm, inaonyesha ukubwa wake na utukufu wake na pia umuhimu wake, ndio ndio, na falidhalika Allah anasema nun walqalabi wa ma yasturun

Hmm. Katika maisha ya mwanadamu na katika hadithi, Mtume sallallahu <tis> alaihi wasallam anasema awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, kitu cha kwanza Allah kukiumba ni kalamu. Falidhalika hapo wajifunza kitu kwamba kalamu ina umuhimu sana hmm, na miongoni mwa umuhimu wake, ukitaka kufanikiwa katika kila jambo, natakiwa uwe na mambo mambo hmm, hayo matatu anakwambia uwe na atafkir hmm, watakhtiti hmm, wa atanfidhi hmm, uwe na fikra, yani ufikirie jambo hmm, ambalo litakunufaisha hmm, kisha ukisharifikiria unakuja kwenye atakhtit hmm, kwenye kuweka mipango hmm. hmm. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na uwezo wake mkubwa na usioelezeka lakini kuonesha umuhimu wa karamu na kupangilia, kitu cha kwanza kaumba karamu, akaambia uktub, akasema ma uktub ma aktub, akasema hivyo kumuuliza Allah, niandike nini? Allah akaambia uktub maqadira samai ila an taquma saa. Allahu akbar! Andika makadirio na mipangilio ya ya ulimwengu mzima maqadira samai wal ardi ila an taquma saa Makadirio ya mbinguni na ardhi, ni maana makadirio ya duniani kote na, ya dunia, dunia na yatakayotokea yote mpaka siku ambayo kiama kitasimama, na anakuwa na fikra, afili fikra, kisa kisha sakishakuwa nayo, baadaye anaandika anaweka mipango kisha baada ya kuandika anaenda kwenye utekelezaji mzuri. Sasa mwisho mm, wa siku anafanikiwa labda. Yeah. Yeah, Shekh Mustafa, kidogo hapa kwa, kwa niaba ya mtazamaji yeah, nina swali kidogo yeah. Natueleza kwamba Allah Subhanahu wa Taala alivyoiumba kalamu, akaiambia iandike, akaiamuru na kuiambia iandike mambo mm, yote ambayo yatokea katika hii dunia mpaka siku ya kiyama, hapa ina maana kwamba mambo yote yetu sisi wote wanadamu tunayoyafanya, ambayo hatuyajui yaju, ambayo yanakuja mbeleni, yote yashaandikwa na kalamu. Lakini sasa inakuja ina, ina vipi hapa, mtu huyu anakuwa anafanya mambo mabaya na huyu anakuwa anafanya mambo mema. Je, mtu anaweza akafikiria kwamba ni kweli bwana, haya mambo mema ambayo ninayafanya au mabaya ninayoyafanya, ufahamu yashaandikwa. Kwa hiyo mtu anaweza akasema bwana, ah, nafanya mambo mabaya kwa sababu yashaandikwa. Hapa mtu unamueleza vipi mpaka <coughs> na Wallahu alam. Allah subhanahu wataala, uh, Allah amekiumba kila kitu waqaddarahu taqdira. Taqdira na ameshakikadiria kwa mpangilio mzuri sana yeah. Fa lidhalika ilo swali ambalo umeliuliza mm -hmm, hata masahaba mm -hmm, walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwaelezea kwamba Allah ashaumba kwa na ashakadiria kila kitu sakwambia so, falimadha namal mm. Kwanini tunafanya haya matendo? Mtume akawambia imalu wakullu muyassarun lima khuliqa lahu, fanyeni kadiri ya uwezo wenu mm. Fanyeni kadri ya Allah alivyokuwafikisheni mm. Kila mtu atafanya kile alichoandikiwa lakini, mm. unachotakiwa kujua ni kwamba mm, alichokipanga Allah kwa mwanadamu ni heri yeah. kila kitu alichokipanga yeah. Allah kwa mwanadamu ni heri. Allah hajamdhulumu mtu mm. na Allah hajampendelea mtu mm. Allah amempa, okay. kila mwanadamu kile anachostahili yeye. falidhalika mm. Allah subhanahu wataala eh, katika surati Al-Insan mm. Allah ameeleza katika surati Al-Insan

hajalazimishwa mtu kufanya kheri wala shari wala shari, bali tumebainishiwa katika hadithi hadithi ya Abdullah ibn Abbas, sallallahu alaihi wasallam, anasema inna llaha tabaraka wa taala kataba alhasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika, ona hikma ya Allah. Allah aumba abefaradhisha mambo mazuri na mambo mabaya kisha akayaweka wazi Mm. Yi yani, tumewekewa wazi kila kitu. Kila kitu fanya hivi utapata hivi, acha hiki utapata acha hiki. Hiki usipate mm, hiki. Shauri fa lidhalika, katika hikima ambayo inatajwa hata hapa katika hii sura mm, ya mtu kufundishwa maana yake inna Allaha la yu'adhibu man la ya'lam mm, Allah hamuadhibu ambaye hajui mm lanbaa Allah, na na rasula. Rasula. Mm. Allah hawezi mwadhibu mtu mpaka atume mitume wawabainishie mambo jinsi yalivyo. mm. mtu akishabainishiwa, mm. basi mwenyewe iwachagua ni chukue hiki au ni chukue hiki. mm. wala mtu halazimishwi, mm. hafanyiwi ijibari mm. sawa, isipokuwa mashia yako ambao nakuwa nayo mm. yana yanategemea mashia ya Allah subhanahu wa Ta'ala, yani matakwa yako anaokuwa nayo yanategemea matakwa ya Allah katika kuyapitisha, wa ma tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Naam Sheikh Mustafa, natumai tumefaidika vya kutosha. Labda kwa kumalizia tu kipindi chetu cha leo, umueleze mtazamaji pamoja na kueleza na mimi, tumeiangalia leo tumeiangalia hii kalamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kitu cha kwanza amekiumba na ameiamrisha iandike kila kitu. Tunapata mafunzo gani ya kiimani hasa katika masuala hii zima la kalamu? Taibu, hapa kwanza jambo la kwanza ni al-ibadu al-Imanu bil-Ghaib hmm. Mtu kuibadi kuamini ghaib hmm. Sau so, katika akili za kawaida kawaida mtu akiambiwa Allah aliiumba kalamu na kaiamrisha iandike anaweza akashangaa, vipi tena kalamu inaamrishwa, alafu ina akili mpaka hmm, ijue kwamba hapa natakiwa kuandika niandike nini. Kadhalika hizi zinaitwa al ghaibiyati hmm. na katika al ghaibiyati jambo hmm, hatari sana hmm. <laughs> ni kuingiza akili akili yako, akili yako. <laughs> <laughs> Yaani usiweke akili kwenye jambo la ghaibu lilivyokuja <laughs> <laughs> <laughs> lichukue hivyo hivyo, amini madamu amelieleza, Allah kaeleza mtume sallallahu alaihi wasallam hana yakifika. Alafu pili umuhimu wa kupangilia mambo kabla ya kuyatekeleza mm. ishi katika maisha ukiwa na utaratibu wa kuweka mipango, mipango mm. kwa kuiandika sio mipango ya kichwani, ya kichwani. Mm. E, na kwa sababu tulikuwa tumeahidi tu, tu, tu tutamalizia pia aya hii ya tano na Naona pia muda wetu sio rafiki sana, nadhani tuishie hapa, lakini Allah subhanahu wa taala atuwafikishe katika kheri zaidi na atulipe kwa nia yetu katika hili. Shukrani sana Sheikh Mustafa, Allah kulipe kila kheri na kukufungulia katika jambo yako ya hapa duniani na kesho akhera, inshallah. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmi TV, tulikuwa na Sheikh Mustafa Lutfi katika kipindi chetu cha miujiza ya Qurani. Tumeelezwa mengi sana, tumaye mimi na wewe tumefata faida ya kutosha vilivyo. Usahau kusubscribe kushare na kucomment. Ulikuwa ndugu yako Abdulaziz Hilal yajayo nafurahisha, kaa tayari. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmid